Wa akabi akamwambia akamwambia akamwambia, fa ninakumbuka makosa niliyoyafanya. na makosa gani? mtu anasema, watu wake wakeaia mifungo nyumbani kwa mkuu wa askari, ndio mimi na mkuu wa ndio, tukaota ndoto usiku mmoja, mimi mm. na yeye mm. kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake, tukaota mm.

akatufafanulia ndoto zetu, akamfafanulia kila mtu kama ilivyokuwa ndoto yake, akamfafanulia kila mtu, sema kila mtu, kila mtu. Mimi ndio baba wa huduma hii, nitatafsiri ndoto ya kila mtoto wa kanisa hili, nitatafsiri kila ndoto uliokuwa nayo silma wako kila mara imecheleweshwa, nakulishia muda wako, narudisha hatima yako iliyoibiwa, nakurudishia hatima ya maisha yako. Pokea, pokea, pokea, pokea, nakupa, pokea, pokea, inakupa, pokea mwanangu, pokea ikashiwa na Yesu wa Nazaret bunge akachili nayema. Utakapotoka hapa, Bwana kafungua milango ya maisha yako eh.